Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na viongozi wote kutoka kwenye ofisi yako na taasisi unazozisimamia, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Biharamulo pamoja na viongozi wote wa chama, Mheshimiwa hakimu mfawidhi wa wilaya na watendaji wote wa mahakama, tumekuja hapa kwa ajili ya kutekeleza Ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais mama yetu anatupenda sana, ametuletea maji watu wa Nyamigogo. nimekuja kumwakilisha kuona kama kweli mradi umekamilika. Sasa niwaulize nyinyi wananchi, mradi umekamilika au hujakamilika? Sijasikia, umekamilika au hujakamilika? Maji yanapatikana, yapatikani? Ilani ya CCM imetekelezwa, haijatekelezwa? CCM oye, oye. Dkt. Samia oye, oye. Injinia Ezra oye, oye. Diwani wetu oye, oye. La pili, Mheshimiwa diwani ameleta ombi sasa ombi lake ni kama vile upele umempata mwenye kucha. Dokta Samia ameleta wataalamu wa kutoa msaada wa kisheria na ushauri wa kisheria. Umesema kwenye kijiji gani? Kasuzi Bakaya, Kasuzi Bakaya. Msosole, kuja hapa, kijiji cha Kasuzi Bakaya, peleka wataalamu huko kesho wakiambatana na mheshimiwa diwani. Dkt Samia ameleta wanasheria kuwatetea wananchi wake wasizulumiwe, waende wakawasikilize, wakajua changamoto ni nini, waitatue, alafu utanipa majibu mimi, nimpelekee mpelekee mheshimiwa raisi. Utampa majibu mheshimiwa mkuu wa wilaya, awaeleze viongozi wengine wote wa wilaya utampa majibu. Mwenyekiti wa CCM aeleze namna ilani imetekelezwa kuwatetea wananchi. Ndugu zangu, muda si rafiki sana na ratiba tunazo ndefu, mniruhusu nifanye kazi ya uzinduzi wa mradi huu, na uzinduzi ni kufungua maji. Mmeniambia yanatoka, na mimi lazima nijithibitishie, lazima niwatwishe ndoo na kuwatua ndoo wa wahusika. CCM oyee! oh yeah. oh yeah. Dokta Samia oye! Oye! Engineer Ezra oye, oye! Diwani wetu oye! Oye! Kazi na utu! Tunasonga tunasonga mbele! Kazi na utu! Tunasonga tunasonga mbele! Kazi na utu! Tunasonga tunasonga mbele! Maji safi na salama na ya kujitosheleza wa kwa kila Mtanzania. Maji safi na salama kwa gharama nafuu ndio dira yetu. Kiwango cha upatikanaji wa huduma za maji nchini kimeongezeka, mm -hmm, imepunguza adha ya maji kwa wananchi. Maji safi yatiririka, Wizara ya Maji heko kazi na. inteakelezwa kwa kasi. Pongezi kwa, kwa serikali yetu awamu ya sita. Maabara za ubora wa maji zenye ithibati zimeongezeka mjini hadi vijijini. Maji yatiririka kwa gharama nafuu sana. Maji ya pataisimama Samia, asante wizara ya maji asante. Serikali yetu kazi iendelee kazi safi na na salama, salama, na ya kujitosheleza kwa kila Mtanzania, maji safi na na salama kwa gharama nafuu. Na hiyo ni rai yetu, rai yetu izana ya maji safi na salama na ya kujitosheleza